Kwa nini mnaisumbua bodi ya rigi Tanzania? Tarehe kumi na tano hii mechi mnacheza? Nisame, <tolito> na mturudia kuisumbua tena bodi ya rigi Nisa Ndi, Mama, na tarehe kumi na tano inatakiwa mcheze ovyo ili Simba ashinde awe bingwa wa ligi hii, klabu bingwa aweze kucheza. Tunaelewana? oleweno mdudie upoletea jeuri keeta